Washukiwa wanne walikamatwa wakati wa msako dhidi ya pombe hatari uliotekelezwa na kundi la maafisa wa mashirika mbalimbali mbali ya kiusalama katika kaunti za Vihiga na Kakamega. Kwenye operesheni hiyo iliyoongozwa na kamanda wa polisi katika eneo la Magharibi Issa Mohamud, maelfu ya lita za pombe hatari na vifaa vya utayarishaji vilinaswa. Kizaazaa kilizuka kwenye msako dhidi ya pombe haramu katika kaunti za Vihiga na Kakamega ambapo mshukiwa mmoja aliyepatikana akitekeleza uovu huo aliomba msamaha kutoka kwa maafisa wa polisi. Hata hivyo, alikamatwa pamoja na washukiwa wengine na watazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kakamega wakisubiri kufunguliwa mashtaka. Hii ni operesheni ambayo imeendelea usiku kucha na hatimaye tunapata results tumefanya hiyo kazi ambayo mmeshuhudia. mm -hmm. Akiongoza oparesheni hiyo kamanda wa polisi katika eneo la magharibi Issa Mohamud akikiri ufanisi huo alisema kuwa msako huo utaendelea ili kukomesha uovu huo kikamilifu katika kaunti We'll haya yanajiri huku akitoa onyo kali kwa maafisa wa polisi wanaofanikisha wovu huo, akisema kuwa iwapo watakamatwa watachukuliwa hatua za kisheria. we'll Wakati wa msako huo maelfu ya lita za pombe haramu na vifaa vya utayarishaji vilinaswa. yeah, yeah. Operesheni hiyo inajiri siku chache baada ya agizo la Rais William Ruto kuhusu vita kabambe dhidi ya pombe haramu na utumiaji wa mihadarati humu nchini. Opicho Chemtai Darubini.